Tukiomba Bwana utupiganie katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu yenye uweza, kwa damu yenye mamlaka, kwa damu yenye nguvu ya Bwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai ya ndarabo sita ya nderi masataya andiri bosita ya mandaria ramando robosika majira haya Bwana, tunajiachilia mikononi mwako, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunatuma damu ya Yesu, tunajitenga na Baya yote, tunajitenga na udhalimu, tunajitenga na uovu, tunajitenga na kila mavazi ambao wako kwenye vilinge vyao kutuvika, wako kwenye vilinge vyao kunuiza, wako kwenye vilinge vyao. Tunafuta hayo manuizo, tunafuta hayo matamko, tunafuta hayo maneno, tunafuta viapo vyao kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu yenye uweza, kwa damu ya ushindi ya Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai karibu sita ya mandaria